Mtazamaji wangu na kukaribisha ewe mwanafunzi mpendwa, ni furaha yangu kukutana nawe tena. Imekuwa ni kipindi tangu tu tuonane kwa ajili ya masomo yetu ya lugha ya Kiswahili. Nimekuwa nikishughulika na no mambo mengine, lakini nimeona kwa sababu mtihani wa kitaifa wa KCSE unakaribia, naweza kugawa tu kimoja ama viwili ambavyo vitakunufaisha. Leo nataka niangalie karatasi ya kwanza, karatasi ya kwanza Kiswahili inayorejelewa kama insha. Na leo kwa sababu nitakuwa naandaa msururu wa mafundisho mengi, nataka nikupitisha hatua baada ya nyingine, tuweze kuangalia hii karatasi tu leo. Tuna nia ya kuangalia tu kurasa wa kwanza, tuyaangalie yale maagizo ambayo yanatarajiwa ama yale ambayo mwanafunzi anamtainiwa anafaa kuyafuata. Karatasi hii inachukua muda wa saa moja dakika arobaini na tano au saa moja robo tatu, ndo muda ambao unatumika katika karatasi hii, na lengo langu la kuangalia maagizo kwa sababu wanafunzi wengi huwa wana haraka sana ya kuandika pasi na kuyasoma yale maagizo. Agizo la kwanza ni kuhusiana na vile unavyofaa kuandika ama kujitambulisha katika ile karatasi, kuandika nambari na kadhalika, kuweka sahihi. Katika agizo la pili, nataka niangalie agizo la tatu. Karatasi zingine zitasoma kama cha cha inasema, andika insha mbili. Insha ya kwanza ni ya lazima. Wanafunzi wengi utakuta wanaandika aidha insha moja, wengine wanaandika insha tatu au insha nne. Manake kwa jumla hii karatasi ina maswali manne na unafaa uandike insha mbili. Lakini pana tatizo lipi iwapo mwanafunzi ataandika ataandika insha moja ataandika insha insha tatu au wataandika insha nne? manake nitakuwa nikikuelezea baadaye, lakini kwa sasa nakutanguliza tu, pana adhabu ya kufanya hivyo, aidha kutegemea mtazamo wa mtahini, au vilevile vile kwa ule muda ambao utaotumia kufanya jambo moja ama lile nyingine. Agizo la nne, unaambiwa uchague insha nyingine moja katika hizo tatu zilizobaki. Kumbuka, insha ya kwanza ni ya lazima kisha unachagua zingine tatu kutoka kwa zile, unachagua nyingine moja kutoka kwa zile tatu zilizosalia. Agizo la tano, ambalo ni muhimu kabisa, ni kwamba kila insha isipungue maneno mia nne. Wanafunzi wengi huwa ni kana kwamba wanajitia kitanzi, seme hivyo tu kwa kifupi, kwa sababu ili agizo hawalifuati na agizo hili kusema kweli, hata kwa walimu agizo hili linaumiza, linavunja wanafunzi na linawapotezea alama. Ile agizo alikuwekwa pale kimakusudi, lina sababu zake, ambazo kwa msururu huu wa video za karatasi ya kwanza nitakuwa nakuelezea, ili upate kuelewa. Manake hii ni sehemu ya kwanza, nitazifanya hadi karibu sehemu tano, ili angalau tuweze kuelewana, uweze kunufaika zaidi ya yote uweze kupasi mtihani wako. Agizo la sita ni kwamba kila insha ina alama ishirini, na pia kila insha kila insha lazima iandikwe kwa lugha ya Kiswahili. Kuna wanafunzi wengine wanaandika hata kwa Kiingereza, wengine hata wanaandika kwa lugha zao za kwanza wengine wanaandika kwa lugha ambazo shakumsimatusi ni lugha za malaika, ma, ni lugha ambazo hata haziwezi kueleweka, hazijasikika, pengine ndio lugha zinaongewa na malaika. Mimi sijafika mbinguni, mimi si malaika mpate kujua. Lakini lugha zingine hata wewe ukizipata wanafunzi wako, sijui wale unawafunza, pengine ni wa kiwango cha juu hivyo, huwezi kuelewa lakini nakumbana na hawa ambao hawaandiki kwa lugha ya Kiswahili. Mtazamaji, hatua hiyo nyingine tutaenda kuiangalia karatasi yenyewe, tuangalie aina ya maswali ambayo huwa yanatainiwa, swali la kwanza, la pili, la tatu, la nne, na vile ambavyo utalishughulikia kila swali ambalo limeulizwa. Karibu katika kipindi kitakachofuata. Asante.